Assalamu alaikum. Sasa mimi nataka nikupe dawa ya biashara. Wewe unataka ufanye biashara, wewe unataka ujaze watu, wewe unataka kuwakusanya watu, yaani kijiji kizima ama mtaa mzima kitongoji eh, kizima watu wapange foreni katika eneo lako la biashara. Kuna bwana mmoja alipanda dawa hii. Huyu bwana alikuwa anauza mpaka anacheka, yaani anauza yeye mwenyewe anafurahi. Sasa wewe na makasiriko kasiriko yako, biashara imeenda vibao, unarudi nyumbani, mtoto anakusalimia shikamoo, unataka kumpiga kibao, makasiriko yako ya kutofanya fanya vizuri kwenye biashara unataka kumpuguzie mpaka kwa mtoto. Unaambiwa njoo chukue dawa, hutaki. Sasa mimi nataka nikuelekeze dawa. Dawa hii unapochoma katika eneo lako la biashara, dawa hii unapooga ama unapopuliza katika eneo lako la biashara, basi inawavuta wateja, wateja watajazana kama kumbikumbi kumbi ama senene. Eh, yani, ndugu yangu utauza mpaka uchoke, hii ni mujarabu sana. Hii dawa inaitwa mkurungu uliopigwa na radi, yaani huu ni mkurungu uliopigwa na radi. Huu mkurungu unachukua, unachoma kwa kutiania kuwaita wateja, ama unaoga ama unapuliza katika eneo lako la biashara, ndugu yangu utapata watu Ndugu yangu utajaza watu, yaani utajaza watu, watu watajazana, utaambiwa tu fly na ibia wateja na ibia wateja, hakuna kuibiana wateja. Njoo chukue mivuto kama hii. Haya ndo madawa ya nsamba, madawa yalochanganywa. Sasa wewe jichanganye, nenda za pochole, nenda kwa mkulemba, sio nenda wapo kali yako ukauziwe mikulungu ya jabu ajabu, afu baadaye ulalamiki dawa hakuna, dawa hakuna. Madawa kama haya yana nguvu, haya ndo madawa kutoka Usukumani, kutoka Tabora. Njoeni mchukue madawa ya nsamba, njoeni mtengenezewe biashara. Alafu, muone habari zake, hii ni mujarab sana, min alimujarabati sahihi, wabillahi tawfiki.